Kila atakayefanikiwa kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake, huyo ndiye pekee mwenye sifa ya ufufuo wa kwanza, ufufuo wa wenye haki. Na ndio maana Yesu anasema, aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hii ina maana, kama utamisi kumla Yesu duniani, umekosa sehemu katika ufufuo wa kwanza unga mkono kama unanielewa vizuri mambo ninayofundisha hapa. Kwa hiyo kama utakosa kumla Yesu ukiwa hai duniani, basi umekwisha pitwa na sehemu ya kwanza ya ufufuo wa wenye haki. Biblia nasema heri ni mtakatifu yule ambaye ana sehemu katika ufufuo wa kwanza. Hao wote walio na sehemu katika ufufuo wa kwanza ni wale ambao tayari wamemla Yesu kama mkate wa uzima. Wana wa Israeli walikula mana jangwani, hawakufika Kanani, lakini yeyote atakayefanikiwa kula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake duniani atafika mbinguni, hakuna atakayemzuia. Haleluya! Yesu alisema, walikula mana lakini wakafa, ila atakayekula chakula hiki kilichoshuka kutoka juu ataishi milele.